Ni katika harakati ya kuhamisha wagonjwa kutoka hospitali kuu ya ukanda wa Pwani, zoezi, wa Pwani tayari kwa zoezi la ubomoaji wa jumba la ghorofa tisa lililoporomoka lililoko mkabala na hospitali hiyo kilomita moja na, na nukta mbili kilomita kutoka hiyo nyumba kwenda sehemu zote, ni lazima kutakuwa na evacuation kesho kuanzia saa 12 asubuhi mtu yoyote asikae katika nyumba yake. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Somar Sharif Nas amesema kati ya wagonjwa 504, wagonjwa 380 waliokuwa wamelazwa na kuanza kupata afueni wameruhusiwa kwenda nyumbani, huku wagonjwa 124 ikiwemo nane waliokuwa hali mahututi wakihamishwa hali ya hospitali ya Utange na ile ya Port Reitz kuendelea kupokea matibabu ili kutoa nafasi ya zoezi la ubomoaji. Coast General Hospital, tumetoa wagonjwa wale wagonjwa waliolazwa katika ICU pia leo wanatolewa, wanapelekwa katika ICU nyingine. So please msianze ukaidi. Uchunguzi umebaini utumiaji wa vifaa hafifu katika ujenzi wa jumba hilo sawia na kuchimbwa kwa kisima karibu na jengo hilo ndiko kumechangia kuvunjika kwa kingo za jumba hilo la ghorofa 9 wakati linaanguka. Pia mimi nilijaribu kukimbia, nilikuwa nafikiri ni mtetemeko ardhi, nikakimbia kwa hilo banda langu, nikatoka nje ndo naangalia hivi naona hilo jumba limeshuka limeshuka kidogo. Mimi kama mimi niko hapa karibu na hilo jengo, siku lilivyoanguka, lilivyotetemeka likanitikisa mimi mwenyewe pia niliogopa. Kikosi cha jeshi askari wa kitaifa na wale wa kaunti wanatarajiwa kuongoza zoezi hilo la ubomoaji, huku wenye maduka na wakazi wanaoishi mita moja nukta mbili karibu na jengo hilo lililoko barabara ya Abel Nasir wakishinikizwa kuhama, huku shughuli za usafiri zikitarajiwa kutatizika hapo kesho. Bonfas Msangi, runinga ya K24 Mombasa.